Simbu, kwanza ongera sana, nashukuru sana, ni ili kuchukua muda gani? Najua ni muda sasa mm. ulifanya vizuri kwenye London ile mm, mm. Uh, mapema mwaka huu ulifanya vizuri kwenye Boston mm. uh, na kaja ukachukua tena hapa nyumbani kwenye CDF mm. uh, na mwisho umeenda kutuletea uh, kama nchi kama bara zima la Afrika mm. medali ya dhahabu mm. Hebu tuambie kuanzia maandalizi yako mpaka siku yenyewe, alafu tutakuja baadaye kuhusiana na wakati wa kumaliza pale. Ah, ninashukuru sana kwanza, nishukuru sana kwa nafasi hii mm. E, kwa kweli hii niseme, hii dhahabu nimeisaka kwa muda wa miaka kumi mm. kwani miaka kumi sababu so, mimi mara ya kwanza kushiriki shindano kama hili 2015 ambapo mashindano yalikuwa ni Beijing China mm. So, baada ya kushiriki pale bwana, wale wenzangu ambao walishinda medali niliona zile heshima na jinsi ambavyo thamani yao ili, ilipanda nilitamani sana, nikasema kumbe ukishinda unakuwa na thamani kubwa na unakuwa unaheshimika na unakuwa na sifa kubwa kwenye mashindano haya ya kidunia, kwa sababu mashindano haya kwa upande wetu wa riadha ndio mashindano makubwa zaidi. Hasa tangu kipindi kile, nilivutiwa na ile hali ile respect ambayo wenzangu walipewa kipindi kile, na mimi ndo nilikuwa ni mgeni wa mashindano haya, na mimi nikasema ipo siku na mimi nitapambana angalau niweze kupata medali ya dhahabu. Lakini 2015 hiyo tukarudi nyumbani. Elfu mbili kumi na saba mashindano haya huwa yanafanyika baada ya kila miaka miwili. Elfu mbili kumi na saba nikaenda London, yalifanyika London Uingereza, nikapambana nikashika uh, nafasi ya tatu, lakini sikuridhika. Nikasema hapana, bado nataka nikae pale mbele, nikae pale juu sawa. Baada ya pale kule nilifurahi kwa sababu ilikuwa ni hatua hatua kubwa. Tukarudi tena halafu elfu mbili na kumi na tisa yalifanyika Doha Katari nilienda Doha sikufanya vizuri, karudi tena huku niendelea mazoezi na kushiriki mashindano yangu mengine ya kimataifa, lakini hasa lengo langu ni nipate dhahabu ya mashindano ya dunia, ndio ilikuwa ni lengo langu. Baada ya elfu mbili na kumi na tisa, elfu mbili na ishirini uh, na moja yalifanyika, yalifanyika Marekani. Mimi sikuenda kwa sababu nilikuwa naenda mashindano ya jumuiya ya madola, yani jumuiya ya madola ndio nikaenda, nikashika nafasi ya pili Okay, sikuenda. Haya, baada pale sasa, 2021 hayo, 2023 yakafanyikiwa Budapest, Hungary. Nikaenda Budapest, Hungary. Nilipoenda ndio sikuweza kuyamaliza kabisa. Nilishia yani kilomita 40. Yaani kilomita 20 ilibakisha kilomita mbili. Aze niliziona kilomita mbili hizi kama ndio marathon nyingine. Nikashindikana nikarudi. Lakini sikukata tamaa, nikasema ipo siku tu yani. Medali nitaisaka mpaka, mpaka niipate kwa sababu nilikuwa nasaka medali ya mashindano ya, ya dunia na medali ya Olympic ndio hasa, yani ndoto yangu hasa baada ya elfu mbili na ishirini na tatu hiyo, nilivyoshindwa Budapest nikasema nitajipanga tena hasa mwaka huu. Kwanza nilianza malengo kwamba nitashika Boston, baada ya Boston, basi ndio hiyo. Sasa nilivyokimbia Boston mwezi wa nne, nikasema yes, naona kama mwili uko vizuri sasa kwao nikirudi sasa nitaongeza mazoezi na nitafanya mazoezi yanayolingana na hali ya hewa ya mashindano hayo kwa sababu mashindano hayo mara nyingi huwa yanafanyika kipindi cha, cha kiangazi kwa hiyo panakuwaga na joto sana. Kwa hiyo pale Arusha, unajua hali ya Arusha kwa msimu huu unaweza kukuta sehemu wakati wa baridi na wakati wa, wa joto pia kwa pale. Wakati mwingine nafanya mazoezi pale labda saa nne saa tano jua limetoka hivi. Na mazoezi mengine ya jioni labda saa tisa saa kumi kwa hiyo nikaona nachanganya mazoezi mengine asubuhi, mengine wakati wa mchana, kwenye milima, kwenye nini, yani nafanya mazoezi mchanganyiko kwao mpaka siku tunaondoka. Kwa kweli, mii binafsi nilikuwa na tumaini kwamba ile top three sitatoka, nitapata inta, medali yoyote. Uh, ingawa najua watu wengine na wajipanga kwa namna hiyo, lakini nikaenda kwa imani hiyo. Kwao tulivyofika siku hiyo, ifika tarehe kumi na moja tukijipanga, hali ya hewa ni kweli joto wakaanza wanawake tarehe kumi na nne wakakimbia, tukaangalia ile ruti kwanza. Mi nitumia nafasi hii kushukuru sana katibu mkuu wizara ya mambo ya nje mm. Shelikindo alitusaidia sana kutuunganisha na ubalozi wa Tanzania nchini Japani, walitupatia gari tukairuti, tukapita kwenye ile ruti, ile njia, ile barabara ambayo tulikuwa tunakimbilia. Namshukuru kwa namna hiyo, nashukuru sana wizara ya mambo ya, ya nje kwa tulivyoipitia ile njia tukaisoma, sasa tukarudi kesho yake ndo tukakimbia kwa kwa kweli, pamoja na kwamba nilishinda, lakini haikuwa rahisi mm -hmm. So kila mtu alikuwa amejipanga na mm hiyo -hmm. Ai, mimi nilipoona ile hali ya hewa nilijitahidi sana, nikasema acha nikae nyuma ya grupu la watu mm -hmm. Alafu kila kituo cha maji nitajitahidi nipate maji ya kunywa na nimwagie mwili, na pale kulikuwa na barafu, kwa hiyo tulikuwa tunapoza mwili unavyotibu mm -hmm. Na ile ilikuwa inasaidia. Kwa nadhani tulivyoenda kulikuwa na wachezaji imara sana ambao walitoka Kenya, Uganda. Nadhani ukiangalia kwenye ile video kirudia, mm -hmm. wao ndio walikuwa mbele sana kwa kuongoza zile mbio. Mm -hmm. Lakini baada ya kilomita kuanzia 30 na kitu hivi, ndio watu walianza kupotika pale. Mm -hmm. Ile joto nadhani, joto ile mm -hmm. Lakini mimi nikavumilia. Na nikumbuke leo fikia kilomita 41. Nilitaka niwatoroke wale jamaa. Nilienda. Baadaye jamaa wakawa bado wako imara. Nikatulia na mimi tukaenda. Sasa tumekaribiwa uwanjani pale, sijajua kwa nini, uwanjani pale kuna mahali nilitaka kukosea kidogo mm -hmm. kwa wale ambao walifuatilia mbio mm -hmm. wakati zile pikipiki zinatuongoza, kuna mahali tukitaka kuingia uwanjani, kumbe walitakiwa wao watoke, waachane na na wae wa, eh, ili sisi tuingie uwanjani sasa mm -hmm. wakati naona wale official wanaita hivi, ni sisi tunaitwa, nikakimbia kwenda kule ah, nikaje kukuta wenzangu umeshakunja kushoto uwanja ndo huu aya. Ah, nikakimbia tena sasa pale, yule Mjerumani yule Mjerumani Petros sasa pale naye akawa anataka kututoroka sasa, akaondoka lakini kasema hapa kwanza. Nilipofika uwanjani kaangalia mazingira sehemu ya kumalizia iko wapi, nikaja kukumbuka mm kwamba -hmm. ni mita mia nne baada ya kuingia uwanjani, nikasema ngoja ni subiri hapa nyuma. Tukaenda mahali nikaangalia kibao kimeandikwa mita mia mbili kwenda nikasema, ngoja nitulie tena hasa. Nilipoona finish ndo iko kule, nikasema hapana, ngoja nijaribu, nivyo jaribu, nikajaribu, nikamsogelea jamaa, lakini yeye akashtuka ali, aligeuka mara ya kwanza, akaenda kageuka mara ya pili. Mimi sikuhangaika na nini, mimi nikachanja vii pembeni, ili nimwahi kwenye kamba na nikamwahi kwa pondi dogo sana. Sasa sa. kwenye mm. marathon nyingi ambazo tunatazama mm. eh, kwa timu nyingi za kinchi kama Ethiopia mm. Kenya huwa mm. wana kama ujanja fulani hivi ile mm. timu mm. Eh, kama wako watano kunakuwa mm. kuna, kuna wanne wanawazinga, wana wale ambao wanahisi mm. eh, wanaweza kumaliza nafasi za juu yes. Alafu wanamwacha mwenzao mmoja apite mm. wakati mwingine wewe unajua, wanadiriki hata kucheza faul ya kum, Mi eh, nitapunguza pointi lakini mtu hmm. hmm. hmm. wa nchi yangu atapita. Wewe kwenye zile mbio hatuseme, ulikuwa mwana mkiwa lakini hakukuwa na Watanzania kukutetea hivyo kumbana, labda ule Mjerumani kufanya nini hiyo? hmm. hmm. Eh, ilikuwa na, na, na athari yoyote kwako? Unajua wakati mwingi ukiwa mzoefu wa mashindano haya sana, hmm. haikutereshi sana. Mimi nilikuwa na mwenzangu, ngoja nikuje kupata shida ya msuli msuli, uliomshika kuna mahali tukiwa tukikimbia wale, nyuma, kama zigzag. Yes. Wanafanya e. Lakini unajua wakati mwingine ukikutana na changamoto za namna hiyo, mtulivu tu. Wachezaji wengi sana huwa wakikutana hali kama hiyo huwa wanakasirika, halafu anataka naye aonyeshe uwezo wa kwenda hasa baadae anajichoma, inakuwa shida kwa vile vitu, nitakiwa uwe mtulivu sana hata kama kuna rafsha rafsha pale kwenye mchezo. Wewe mtulivu, kwenye mbio za mwaka huu walitokea watu kidogo wa kuziba. Yaani hawakuziba isipokuwa alikuwa nataka alikuwa anataka kufanya kama zigzag. Ukiona mko mnapita nyuma yake anafanyafanya mm -hmm. Ni kama vile yeah. mm -hmm. e, ili kama kuwapoteza unajua zigzaga ya barabarani mtu mm -hmm mkienda direction, direction ya kushoto mm -hmm. Yeah, bale ghafla anaenda kulia, mkienda kulia kulia, yeah, yeah. Kama vile anawachenga namna mm -hmm. ya kuwachosha mm -hmm. kuwa, kuwa, kuwa mm -hmm. Yeah, lakini hiyo haikukusumbua hiyo haikunisumbua kwa sababu nimekutana nayo mara nyingi sana mm hakika -hmm. Okay. mm -hmm. Uh, ilikuwa jambo uh, jema sana na kwa namna ambavyo pengine mlikuwa mnamalizia tuje pale sasa, namalizia umesha hesabu ni mita mia nne ukaona kibao kwamba sasa zimeshapakia uh, mia mbili kuna namna yoyote kitendo cha Petros kugeuka nyuma mara mbili kilimpotezea ya timing ya kumaliza? Ya. Yeah. Na hiyo pia ilim... unajua ukigeuka nyuma ukamwona mtu wa, mtu anayekufuata anakuja kwa kasi. Kwanza itakuingiza hofu. Ukishaingia hofu kuna hali fulani ya mwili kujaa au misuli miguu mm. inajaa. Mm. Kwa sababu unakimbia huko unawaza, jamani nitapitwa litafanya. Lakini mimi kwa kweli nilikosema mita 400 na 200 hapa. Lakini jamani kagepo alitengeneza kagepo kidogo hivi. Ningesema mimi sitakata tamaa, acha nijaribu, nijaribu tena mpaka nione watu wanaelekea kumaliza itakuwaje. Mm -hmm. Na hiyo kweli nikafanikiwa kumwahi kidogo kwenye kwamba. Na baada ya kumaliza, unajua sikuwa na uhakika kama nimeshinda. Mm -hmm. Lakini baada ya kusimama pale nikaanza ku review ile, ile video mm hii -hmm. kwenye screen pale hivi. Ile ile slow motion mm hivi. -hmm. Kwa hiyo hapa nitakuwa nikapata imani nika, kwamba hapa nitakuwa nimemwahi. Mm -hmm lakini muda mfupi kidogo ii ndio, mm-hmm. baadaye nikaletewa medali hii, niliangalia, nikakuta medali ya dhahabu, asi nilipiga kelele sana, nilifurahi <laughs> sana. Uh, hongera yeah, sana asante, asante. Uh, pengine ma, mapokeo sasa umeshashinda medali yako yeah, yeah. Vikwazo umekutana navyo, watu wanapiga zigzag mm. Kwa sisi ambao kidogo tumekulia kaskazini tunaelewa hiyo michezo mm. Mtu anajifanya kama anataka overtake kumbe lengo lako upunguze mwendo na nini yeah, yes. Lakini mwisho mpaka ukaweza uka, uka, uka, uka kushinda na umeshapata medali sasa mm. Mm. Uh, unajua kuna familia mm. Uh, kuna viongozi wa riadha mm kuna viongozi wako wa kazini. Ndiyo. Kuna viongozi wa serikali, mapokeo yao, simu zao mm. hali ilikuwaje baada ya kushinda? Kwa kweli ninashukuru ni sana, kwanza ninamshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu niliona, mm. ni baada ya kushinda mm. alipost kwenye Instagram yake ya kunipongeza, mm. na alikumbushia mambo yaliyotokea ya Boston kwa so, sababu Boston mm. pia nilivyoshinda nafasi ya pili Boston mm. pia aliposti na kunipongeza na kushauri mm -hmm. kwa hata juzi nilivyoshinda akaposti kunipongeza na kukumbushia kwamba jinsi alivyoniambia. Ninamshukuru pia kwa sababu na yeye, uh, bila shaka nadhani kila mtu anajua kwamba amekuwa ni mhamasishaji namba moja kwenye, mashin, kwenye ma, michezo ya Tanzania, michezo yote. Na watu wa mpira nadhani watamkumbuka sana kwa goli la mama, watamkumbuka sana kwa goli la mama kwa ameendelea kufanya ile ni namna ya ku, ku, ku, ku, kuhamasisha. Hata kama anatoa kitu kidogo, anawafanya wachezaji wale wajitume zaidi motivation ile kwa inawapa nguvu zaidi, kwa mimi ninafurahi namna hiyo mm. Na pia ninatumia nafasi hii kumshukuru sana mkuu wa majeshi wa CDF, ah mm, uh, kweli kama jana mlisikia habari kwamba mm, baada ya kufurahishwa na ushindi ule, pia amenipandisha cheo na kuwa staff sergeant wa jeshi. Kwa mimi ni staff sergeant wa jeshi Alphonse Felix Simbu. Ninashukuru mm. sana viongozi wangu, sababu hata yeye wakati mwingi anao wale wakurugenzi wa michezo kuja kukutana na sisi, anawaambia waambieni wachezaji wajitume wa, wa, wa, wa wana kwa hali na mali, wawe na nidhamu na wahakikisha wanapoenda kwenye mashindano waipeperushe bendera yetu vizuri. Kaka, kwa kweli namshukuru sana na tuseme sisi, e, timu teule za majeshi, hasa riadha, tunamshukuru kwa sababu tunapata muda wa kutosha kufanya mazoezi kaka, na inapofika wakati wa kusafiri vibali vyetu vinakuwa vipesi. E, pamoja na wale wote wanaomsaidia mm -hmm. Nadhani kwa sababu zile ofisi e, wanasaidiana ngazi hadi ngazi. Kwa kwa kweli mimi binafsi ninawashukuru sana, nashukuru nina sana jeshi kupitia kwa mkuu wa majeshi, na, na kuna baraza la mm -hmm. michezo na kwa kweli mimi nawashukuru kwa sababu wanaendelea kushirikiana na sisi. mm -hmm. Nakumbuka navyotoka wakati mwingine tukipata vibali vya kazini kutoka na baraza pia tunapata vibali mm -hmm. kwa wanakuwa wepesi kutupatia vibali mm -hmm. kwa watanzania wengi sana wametuma meseji za pongezi Nakwambia mesi zikuwa nyingi hata zingine sijaweza kuzijibu mpaka sasa hivi. Kwa hiyo kama kuna mtu sijajibu message yake nimemwambia kuru message imefika na niseme wa Tanzania wamefurahi sana kwa sababu so hatujawahi kupata medali ya dhahabu. Mm -hmm. Yani, tangu tuanze kushiriki mashindano haya sio jambo jepesi. Mm -hmm. Na nadhani nchi zingine wana wanafurahi sana. Wamefurahi wa, kwanza wameshikwa na mshangao Tanzania ndashinda medali ya dhahabu haijawahi tokea. Mm -hmm. Kwa wenzetu wa Kenya na Uganda baada ya mashindano yale, wakati tumekutana sehemu ya kula wanasema, hata heri medali ya dhahabu imebaki Afrika kuliko ingeenda Ulaya. mm-hmm. na walikuwa na, wanasema kwa so, sababu wanasema sisi tumefahamika wa Afrika ndio wenye mbio ndefu, leo hii tuache wa, na wa, wa, watu kutoka Ulaya, bara ya Ulaya kwa tungechekwa tunge sana kwao. Walifurahi kwa kweli medali kubaki Tanzania, kubaki Afrika kwa namna moja au nyingine, kitendo cha wewe kupata medali sasa ya dhahabu mm. Uh, unaona unakuwa na deni kiasi gani ukienda kwenye mbio, kwa sababu watu wanajua na, uh, kwenye mbio za mwaka huu tuko na bingwa wa dunia sasa? Kwa kweli kwanza, nina deni kubwa sana, nina deni kubwa kwanza, ni sasa hivi nikaenda mashindano lolote, mm. la kimataifa macho yote yatakuwa yanangalia mimi pia, nina ni deni kubwa kwa viongozi wangu ambao wameniamini mm. na kuona mchango huu kwao. Unajua, ukifanya vizuri watu wanakuwa na imani na wewe kwamba ukienda tena utafanya vizuri kwao. Kweli namuomba Mungu anijalie afya njema na nguvu, nikienda mashindano lolote niweze kufanya vizuri, ili niendelee kwanza ku maintain status yangu. Sana naomba nishike kidogo bwana, kama utaniruhusu kidogo. Wajua, nilishika hivi huku, jina la huku huku kunaandikwa jina eh, jina la jina, jina mashindano yenyewe. Aha. Mm. Bana, huku ni mashindano ya dunia kama mm. ambavyo unaona huku mm. ilivyoandikwa namna hiyo, lakini ukigeuza hii medali upande wa pili linaandikwa huyo bingwa wa dunia kwa mwaka huo ni nani mm. imeandikwa hapa Alphonse Felix Simbu, kwamba ndio bingwa wa dunia wa mbio za dunia ambazo zifanyika kule e, Tokyo.